Kwa majina naitwa Dk. Remigi Sendu Rugakingira, ni daktari bobezi katika fani ya urolojia na upondaji wa mawe anasema endourology, lakini pia nina taaluma katika mambo ya healthcare innovation, kwa hiyo ubunifu ndani ya afya, katika kipande cha mba. Kwa hiyo leo na wenzangu tumekutana katika kongamano ambao linafanyika kila mwaka la Tausi. Tausi ni Tanzania Association of Urological Surgeons ambao ni madaktari babo, wabobezi, wakiwa wanakutana kila mwaka na tunafanya mikutano, na mmoja wa mikutano tunakuwa na scientific conferences ambayo, na, na, na, na watu wana present au wanaoelezea tafiti mbalimbali zilizofanya na tunapata muda wa ku meditate kujua tulikuwa wapi tupo wapi na twende wapi. Kama nilivyosema, siku mbili zilizopita tulifanya, eh, tulifanya workshop ambayo ilikuwa inahusisha wadau mbalimbali pamoja na wagonjwa mbalimbali. Tulifanya furahisha na tulipata wagonjwa kama 496 ambao tulifanya mahojiano nao, tukawapima na wakupata dawa, wakapata dawa na kupelekwa kwenye hospitali mbalimbali kwa ajili ya matibabu zaidi. Walifanyika ilikuwa ni nani ambao tunasema kwetu ni success, sababu tuweza kugundua vitu vingi eh, katika hilo, lakini pia tulikuwa tunapata maoni ya wadau, eh, maoni ya wananchi kuhusu hali ya afya na hali ya eh, matibabu yao ya kila siku. Kwa hiyo hili ni kongamano ambalo lina dhima ya kuelezea eh, jinsi ya uboreshwaji ya au expansion ya service za urological service ambayo tutakuwa tunaangalia ndani yake jinsi gani Mtanzania anapata quality service up, uh, lakini pia accessible, sababu quality inaweza kuwa kitu kimoja, lakini reachable, it is accessible. Kwa hiyo ndio zima kubwa, lakini ndani yake, katika kusababisha hivyo viwili quality and accessible service so, tunaangalia kama kwamba tufanye vitu gani viweze kukidhi mahitaji ya mlaji ambaye ni mwananchi, lakini at the same time tunaangalia kwenye innovation, tunaangalia moja lakini kwenye kitu kingine pia tunaangalia swala la collaboration na fani nyingine, kwa sababu mtu si katika mfumo wa mkojo tu a -a, mtu ni complete, eh? huo sana kwa hiyo collaboration na na fani nyingine moyo eh, afya akili na kila kitu kwa hiyo tumekusanyika hapa eh, na kongamano linafanyika Mwanza na tunajua eh, wadau wa Mwanza wamefaidika na hili, na tuna, kila mwaka au kila AGM kila inakuwa inafanyika katika mkoa mbalimbali eh, mara kwa ya kwanza ni ya nne kuanzia Arusha tukaja eh, Dodoma ambapo mlipata ile ishu ya kupandikiza eh, kuweka vipandikizi katika ume lakini baada ya pale tukaenda Dar es Salaam mwaka jana, na mwaka huu tuko Mwanza. Hii ni kuweza kuelezea eh, tausi lakini at the same time kuona kila sehemu kuna kitu gani upungufu na kitu gani ambavyo iboreshwe. Na mi nishukuru kabisa kwamba serikali imefanya kitu kikubwa sana, uwekezaji ni mkubwa wa vifaa. Najua tuko 96 eh, na wengine wako wanasoma, lakini bado uhitaji ni mkubwa na uhitaji unakuwa ni mkubwa, kwa sababu kama mnavyojua, mara nyingi tu madaktari bingwa hao wanajulikana madaktari bingwa wa tezi dume, na tezi dume inampata mtu akiwa, e, umri umeenda juu kidogo, na kama umri umeenda juu kidogo, e, mwanaume pale ndo mambo ya matatizo ya tezi dume au kuziba mkojo sababu ya tezi dume hutokea. Kwa hiyo uhitaji ni mkubwa, kwa sababu life expectancy ya Tanzania imeongezeka. Ukiangalia okay, miaka 60 ni kuna watu eh, maisha ya Mtanzania ilikuwa miaka 42. Hapo tulikuwa list eh, tulikuwa chini kuinganisha na nchi nyingine za East Africa, na kumbuka ya kwanza ilikuwa ni Kenya, Uganda, then 42 years ilikuwa ni Tanzania. Saizi sisi ndio tunaongoza saizi, maisha ya Mtanzania yamefika miaka 67 eh eh, 67 68, ambao tuko juu, wengine wako ni 63 65, kwa hiyo data zinazungumzia hivyo hiyo maana yake nini? Kwamba uhitaji wa urologist au madaktari bingwa upande wa mfumo mkojo ni makubwa, lakini pia wanatakiwa wapate huduma inayofikika na iliyo rahisi kama dhima ya simu ya mwaka huu inavyosema. Kwa kuwa umetueleza hapo life expectancy imeongezeka na wanaume wanatamani kuishi na furaha hata katika umri wa uzee bila kuteseka na tezi dume, Je, ujumbe wenu mkubwa ni upi? wanaume wanapaswa kufanya? ni sali nzuri. E, umesema kwamba miaka imeongezeka, we are happy with that, lakini mara nyingi tunaangalia quality of life, tunachoangalia ubora wa maisha katika kila sekunde unayoishi. Kwa hiyo ndo kazi kubwa ya daktari, tunasema hata kama nataka ku tunaona unafariki baada ya deka mbili, bado ile deka mbili ziwe bora e, quality of life, na nani moja hapo kitu ambacho kwa miaka mingi uiofanya kazi ya katika upande wa daktari, tumegundua kwamba tunasemea sana afya ya mama na watoto, tunasahau pia afya ya wanaume. Wanaume wengi hata tulipokuwa jana eh, kwenye furahisha pale kwenye vyanja vya furahisha, tugundua mtu ndio mara ya kwanza kufika katika uwanja kupimwa, anakwambia mimi mara ya kwanza nienda hospitalini e, sasa eh, hospitalini jandoni kwenda kutahiriwa, sijai kwenda tena, amna cha mareli hakuna, nikiumwa kidogo hapa na kunywa paracetamol. Wakina mama wana faida kidogo wakati wa ujauzito wanaenda hospitali wanapima, wakati wa mimba wanapima, wanajua wana hali gani, kidogo imesaidia. Kwa hiyo mimi wito wangu mkubwa ni kwamba angalau mwanaume kufika miaka arobaini eh, tuanze kuwa tunapima eh, tuwekate bima, tuna bima zetu, lakini wakati huo huo tuwe tuna kipato ambacho kimekaa kwa ajili ya kufanya check up, na utaki kwenda hospitali ukiwa unaumwe tu unatakiwa uende hospitalini wakati unapima, na kipatikana tatizo uweze kutibiwa mpaka kupona, kuliko kwenda kutibiwa kwa ajili ya kupata unafuu. Inaitwa Dr. Daniel M. Shadrack ni mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi wa kampuni ya iFighters Tanzania. E, iFighters tunahusika na mambo ya utafiti pia na utengenezaji wa dawa za binadamu na tumejikita sana katika hii kada ya magonjwa ya urolojia kwa wanaume. Nini ujumbe wa IFITOS kwenye kongamano la mwaka huu? E, tuweze kupima afya zetu, tuweze kujua afya zetu, lakini tufike hospitali ili tuweze kumwona daktari na kupata uh, hali ya ya afya zetu. Tusisubiri mpaka matatizo yawe makubwa ndio tuende hospitali lakini tuwahi mapema, tuchunguze afya zetu, itatusaidia zaidi kuendelea kuboresha, e, ubora wa maisha ya.